Hello, habari, karibu tena katika chaneli yetu ya Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana, leo tutajikita kuongelea faida uh, za mtindi. Wengi wamekuwa kituliza, je mtindi auna uh, faida gani uh, mwilini? Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na comment uh, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku, lakini pia kama unaswali lolote juu ya afya basi JW Sabu Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi kabisa, aukiwa hapo nyumbani. Tufahamu kwamba mtindi unakuwa na virutubisho vingi na vitamini nyingi. Baadhi ya vitamini, virutubisho na vitamini voivyo ni kama a, kuna kuna calcium, kuna magnesium lakini pia kuna bacteria, kuna vitu ambavyo vinasapoti bakteria wazuri ambao ni wazuri kwa ajili ya afya ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo ni vyema sana, at least kwa siku na kuwa unatumia glasi yako ya mtindi, kwa sababu itaweza kuondoa kwenye changamoto akaza Wakaza, tuanze kwamba faida, ina faida ipi mtindi? Tunajua mtindi ni maziwa yanayobadilishwa kiasili, na maana natoka kwenye maziwa freshi baada ya kuyaraza na anageuka kuwa mtindi. Natufahamu kwamba mtindi kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo anaweza akatumia bila shida, lakini kwa wewe ambayo una vidonda vya tumbo na asidi utakiwe kutumia maziwa freshi, kwa sababu maziwa freshi yana changamoto a kubwa. Kitu cha kwanza huwa inaboresha afya ya tumbo. Tunasema kwamba maziwa mtindi huwa yanazalisha, haya yanaboresha afya ya tumbo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna probiotics ambazo zinasaidia umengenywaji wa chakula ili uweze kuwa vizuri na hivyo inasababisha mwili wako ile tumbo yako kuondoa wale bakteria wabaya kwa mfano H pylori na hivyo kukaribisha bakteria wazuri ambao wanakusapoti wewe ili uweze kuwa na afya njema na imara. Lakini pia ni nzuri kwa sababu inazuia ya magonjwa ya mifupa. Kwa nini magonjwa ya mifupa? Kwa sababu ina calcium ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno. Ndio maana mara nyingi au wanasema faida mojawapo ya maziwa mtindi basi inasaidia afya uh, ya meno. Kwa nini afya ya meno na mifupa? Kwa sababu kuna calcium kwenye mtindi um, ambayo ni nzuri katika kuimarisha afya uh, ya mifupa na meno. Lakini pia uh, immunity, inaongeza kinga ya mwili. Kwa nini inaongeza kinga ya mwili? Kwa sababu inasababisha wale bakteria wazuri ambao wanaua maambukizi na magonjwa tofauti tofauti. Ina maana mara nyingi bakteria uh, uh, wazuri wakiwepo wengi ndani ya mwili wako basi uh, wanaimarisha kinga yako. Unaweza kuwa na kinga madhubuti na kinga imara. Lakini pia faida nyingine ni kupunguza shinikizo la damu. Kwa nini shinikizo la damu? Kwa sababu mtindi ina kalsiamu na magnesium, ambayo iliyomo kwenye mtindi ni nzuri katika kudhibiti, kudhibiti presha au kudhibiti ambayo uh, tunasema uh, ni presha ya kupanda. Kwa hiyo kama una presha ndugu yangu, basi mtindi uh, unakuhusu. Tumia mtindi mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na changamoto hizo. Lakini faida nyingine ni hudumisha ngozi, hudumisha ngozi tunasema hudumisha ngozi, hudumisha ngozi. Tunasema ina virutubisho ambayo inasaidia uh, kupunguza uh, magonjwa ya ngozi. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita uh, tumeshaongelea, uh, tayari tumeshaongelea uh, kwa nini ngozi yako inababuka? Kwa nini unakuwa na ngozi? Unakuta mtu ana ngozi kama vile ina mabaka mabaka. Kwa hiyo au ukiwa na mazingira ya kutumia mtindi at least uh, uh, kila siku uh, kwa wiki unatumia hata glasi tatu mpaka nne, basi ni nzuri kwa ajili ya afya yako, lakini pia kupunguza uzito. Ni kwa sababu gani inapunguza uzito? Mara nyingi tukiwaambia watu kwamba mtindi unapunguza uzito wengi wao wakubaliani na hili . Sasa uhalisia unakuja kwamba unapotumia mtindi basi mara nyingi utajihisi umeshiba. Kwa hiyo ukijihisi umeshiba au utapata hamu ya kula kula mara kwa mara, ina maana ile hamu ya kula kula mara kwa mara ndio inayosababisha kuongeza au uzito ukawa au mkubwa ukawa na kitambi. Basi nzuri, kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea A, a, sababu za kuwa na ukitambi, sababu za kuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo ukitumia mtindi basi utajihisi muda wote umeshiba, kwa hiyo itakuondolea ile hamu kuwa una kura. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa sababu inazuia kupunguza uh, uzito, lakini pia mwisho inasaidia usagaji wa chakula. Kwa nini usagaji wa chakula? Kwa sababu kuna probiotiki. Probiotiki ni nzuri ambazo zinasaidia usagaji na kunyonya virutubisho muhimu ambavyo unatakiwa uh, kuvipata uh, kwenye mwili wako. Hizo ndo faida za mtindi, lakini pia <coughs> usisahau kwamba mtindi ni mzuri kwa wale wetu, uh, watu wenye fangasi, wale wenye fangasi ukeni basi